Karibu sana, hii ni Shayia TV. Usisahau kusubscribe. Nataka nikuonyeshe application nzuri ya kuficha video, picha, dokumenti zako bila mtu kujua kabisa. Nenda Play Store, andika Watch Lock kama mimi vipi. Utasubiri zifungue ikishafungua bila shaka, wazioni hizo application za juu mbili unazoziona hapo, kuna hii ya calculator na hii ya volt ya lock. Hii volt ya clock hii bila shaka inaficha video picha, kama jinsi nilivyoeleza mwanzo. Hii video ni kwa ufupi, ila video ndefu kabisa nimeelezea Shayia TV, tafuta video hiyo ili uweze kujua kwa upana zaidi. Bila shaka hata kwa hivi tu huwezi ukashindwa kabisa kutumia application hii. Basi download application hizi na uweze kuficha vitu vyako bila mtu yeyote kujua. Karibu sana. Hii ni Shayia TV, usisahau kusubscribe.